na aya ya tano mpaka ya kumi tulikwisha kupata sharhi al-mufradati, na tukapata al-ma'na al-jumali. Tukasema ya kwamba katika darasa itakayokabil tutakuja kuzipitia hizi aya kuanzia ya tano mpaka ya kumi ya sura At-Tariq, katika al-ma'na al-idha

kutokana na kitu gani ameumbwa yeye. Falyandhur biaqlihi, na aangalie kwa akili yake, sio kwamba aangalie hivi hivi tu. Kuna wengine wamebahatika wanaweza wakaangalia kwa sababu wamehusika na elimu ya kumtambua mwanadamu umbile lake limeanza. Kama kwa mfano madaktari na watu waliobobea hata katika elimu ya nadharia tu ya bioloji, wanaweza wao wakaona kidogo hakika ya mambo ilivyo, lakini sisi wengine huku tuangalie kwa akili mima khuliq kutokana na kitu gani au kutokana na vitu gani? Khuliqa ameumba yeye mwanadamu, akishaangalia kwa akili yake barabara, halafu ndo anaweza kukaa kitako akatoa ufidhuli wa kwamba hakuna chochote isipokuwa kila kitu ni necha au akasema kwa ufidhuli ya kwamba Qur'ani si lolote, si chochote isipokuwa ni maneno yaliyosemwa na binadamu tu, au akakataa utume wa nabii Muhammadi, kwamba yeye si mtume, bali ameinuka mwenyewe tu baada ya kuangalia kwa akili yake, na yeye kapewa vicho chombo cha akili, kwamba kinaweza kabisa kugundua ukweli

Asija akajitizama hivyo alivyo sasa hivi, ni mtu mzima miraba minne na nguvu, afya yake nzuri, na pesa anazo, na anafanya atakacho. Hapa sipo pa kuangalia, aangalie fi mabda'i khalqihi, katika mwanzo wa umbo lake, vipi limeanza. Aangalie hivyo liyatadhiha, ili ipate kumfunukia waziwazi liyatadiha lahu ili ipate kukaa waziwazi kwake yeye, kudrata wahibihi uwezo wa yule mpaji wake, mola wake, mwenye kumpa yeye afya, mwenye kumpa yeye pumzi, mwenye kumpa kila kitu. Aangalie kudrata wahibihi, aangalie uwezo wa yule mpaji wake, mola wake. Akishaangalia hivyo atagundua waziwazi wazi. Vipi kaanza yeye katika umbile, atagundua wazi wazi, annahu idha qadara ala insha'ihi, ya kwamba huyo mola wake mpaji wake huyo, mwenye kumpa kila kitu, madhali yeye amekuwa na uwezo kamili juu ya kumwanzisha kiumbe, hata kaonekana yuko hivyo hivi sasa, min mawadi, kutokana na zana, amemwanzisha kutokana na nyenzo lamtushama raihatul hayati katun, nyenzo zilioanzia kuumbwa binadamu. Lamtusham, hapajaweza hata kunuswa harufu ya uhai hata kidogo. Ile harufu ya uhai hakuna pale alipoanza mwanadamu, harufu tu ya kunukia kwamba hapa ataweza kutoka kiumbe aliye hai aitwaye mwanadamu. Chanzo kimeanza hivyo lamtusham ameanza kwenye pahala ambapo hapajaweza hata kunuswa, wachilia mbali kuonekana kwa macho, wachilia mbali kusikilikana sauti yake. Ni kwamba hata ile harufu kupitia kwenye pua hakuna harufu kwamba hapa atatoka kiumbe binadamu. Basi muweza aliyemfanya kiumbe namna kama hiyo mwanzo wake hapo

kupitisha wakati, kachoka sana, kaudhiwa sana, anakwenda kubabaisha akili kwa kuangalia filamu labda hivi, hata akirejea ameshajipumzisha, kajistarehesha, akajipotezea mawazo kidogo. La falyandhur, bimaana falyandhur biaklihi, aangalie kwa akili yake, waliyatadabbar, na azingatie, baada ya kuangalia fi mabdai khalqihi, katika mwanzo wa umbile lake yeye, vipi ameanza kuumbwa aangalie hivyo, atapoyaona hayo mambo, japokuwa kwa mbali, hana ilmu, hana tadarubini. Anamwangalia yule ambaye anamlea pengine kisha kuwa baba. Sasa anawaona wanawe wale, natokea mama watoto, anamuona namna navyochukua mimba, hali yake inavyokuwa vile, wahnan ala wahnin. Anaanza kuangalia japo kwa akili yake tu, hatoona ye kila kitu tumboni huko, maana mambo yanapita fi dhulumatin thalathin, katika viza vitatu, labda madaktari wanaweza kuona maajabu hayo. Mwingine aangalie kwa akili yake, aangalie kwa akili yake, kwa madhumuni haya liyattadiha lahu, ili ipate kumkalia wazi yeye qudrata wahibihi, uwezo wa yule mola wake, mpaji wake, mwenye kumpa kila kitu. wa annahu, na moja kwa moja atafahamu kwamba mola huyo idha qadara ala inshaihi, madhali ameweza kumwanzisha yeye Ae, min mawadin, kutoka kwenye nyenzo, lam tushamma raihatu lhayati qatun, hapajapata kunuswa hata harufu ya uhai hata kidogo. Madhal ameweza kumfanya hivyo, fa huwa ala iadatihi. Asikatae asifate tu, watu wanasema nini duniani, akaingia kundini fahuwa ala i'adatihi, basi yeye Mwenyezi Mungu juu ya kumrejesha yeye aqdaru, ni mwezo ni mwezaji. Falyaamal, basi mwanadamu afanye bima bihi yusaru, kwa mambo ambayo yeye ataweza kufurahishwa kuhayo, kwa hayo. Hina al-i'adati, wakati ataporejeshwa kwenye uhai mwingine, hilo jambo je kwa Mwenyezi Mungu jepesi mno kisha baada ya Mwenyezi Mungu kusema kwamba fal yandhuri linsanu mimma khuliqa, basi naangalie mwanadamu kutokana na nini ameumbwa. Thumma ajaba an hadha suali biqauli, kisha akajibu Mwenyezi Mungu kutokana na suala hili kwa tamko lake. Sasa maana hapa akataka kuzivuta akili tu za wanadamu zipeleleze, si kazi yao, zisije zikajiona hivi zilivyo zikadhania kwamba mambo yameanza hivi hivi, ndo akajikuta mtu yuko hivi hivi. Mambo yameanza mbali

maji yenyewe yakhruju, yanatoka minbaini sulbi, kupitia kutoka kwenye sulb, nguvu ya mwanadamu iliyoweza kumsimamishia wa uhai wa wake kwenye mnyororo wa uti wa mgongo wa taraibi na kwenye mifupa ya kifuani. Hayo maji kwa hakika ni mchujo unaotoka mahala humo Khuliqa, ameumbwa mwanadamu min ma'in madfuqin, kutokana na maji yenye kuchupa. Yakhruju min aldhahari, yanatoka kutoka kwenye mgongo wa taraibi na kwenye mifupa ya kifuani. Likullin, kwa kila mmoja, min arrajuli waalmara, kutoka kwa mwanamume na mwanamke. Kila mmoja anatoa kwenye mchujo huo mwanamme anatoa maji hayo kwenye sulbi yake ya mgongoni na pamoja na kwenye mifupa yake kifua, na mwanamke vilevile anatoa kwenye uti wa mgongo pamoja na kwenye mifupa kifua. Halafu unapatikana mchanganyiko wa kile alichokitoa mwanamme na kile akitoa mwanamke, unapatikana mchanganyiko, na hapo ndio anzio kianzilishi cha mwanadamu, hapo ndo anaanza kuumba hapo katika pahala panapoonekana kama ni upuzi mtupu, lakini qudratul ilahia, kwa hakika hapo ndipo inapopita: fa huwa innama yakunu maddatan likhalqi linsani, basi maji hayo ndiyo yanayokuwa nyenzo baadaye kwa ajili ya umbo la mwanadamu Idha kharaja min baini rajuli, wakati anapotoka kupitia kwa mwanamume. Wal mar'ati, na kwa mwanamke. Wawakaa fi rahimi lmar'a, na hatimaye maji hayo yakakutana, yakachanganyika, yakenda, yakenda, yakatulia katika tumbo la mwanamke, kwenye mfuko wa uzazi. Wal khulasatu, na marejeo kwa ufupi, katika maneno haya hapa tunafaidika na hivi innal walada hakika ya mtoto azaliwaye, yatakawanu anafanyika, mimmaniin kutokana na manii maji yenyewe. Sasa ni mimmani, maji ya manii, madfuqin yenye kuchupa, min arrajuli kutoka kwa mwanamme, fihi kwenye maji hayo ya mwanamme, ndani ya maji hayo jarthumatu habatin, ndipo penye ile mbegu ya uzazi ambaye ni funza mwepesi laini mdogo sana asiyeweza kuonekana kwa macho ya binadamu ya kawaida, labda kwa darubini. fihi ndani ya maji hayo ya mani, jarthumatu hayatin, ndo kwenye yule funza wa uhai daqiin mwembamba sana mwepesi sana ha la tura, hawezi kuonekana funza huyo illa bil alati almudhimati, isipokuwa kwa chombo maalum chenye kukuza kitu kikaonekana kikubwa, ambacho hicho kwa jina la lugha ya kijeni huitujulikana kwamba ni microscope darubini maalumi, ni maalum yenye kukuza vitu vidogo vidogo visivyoonekana kwa macho vikaonekana kwamba sasa vinaonekana. Wala tazalu na wala haiwachi kabisa funza hiyo, tajri inaendelea kupita katika maisha yake, inakwenda inakwenda inatikisika, hata tasila mpaka inafika ila jarthumatin, kwenye funza mwingine nadhiratiha, aliyefanana na funza huyo mwanamume anakwenda zake mpaka wanakutana funza wawili, min jarathimi lmar'a, katika funza ambaye anamtoka mwanamke wa hiya al buwaidha. Na funza huyu wa mwanamke anakuwa huitwa kwa jina la buwaidha, ni yale mayai maalum yanarandaranda. Mayai yale yanarandaranda kwa upande wa mwanamke, ndijarsomu wake yule yule wa mwanamume anaranda naye vile vile, mpaka wanakuja nakutana wale wamata iltakata aljarthumatani, na wakati wowote wa ule wanapokutana funza wawili hawa, ittahadata, huungana sasa, wakawa kitu kimoja, wakauwanata jarthumata aljanini, na hapo wakafanyika kitu chengine kabisa, ni funza wa mimba. Sasa sasa anaanza mwanadamu hapo kupitia kwenye kifunza kama hicho kidogo funza wawili wamekutana, sasa ndipo anapoanza mwanadamu uhai wake. Yaqulu subhanahu wa taala fi ayatin ukhra, anasema katika kuweka wazi mambo haya Mwenyezi Mungu katika aya nyingine, alam nakhluqukum min ma'in mahin, je mtakataa wanadamu kwamba sisi hatuja kuumbeni kutoka kwenye maji dhalili Sio maji yenyewe, min main, kutoka kwenye maji yaliyokuwa dhalili. Kuna kiumbe funza mle kinaelea ndani ya maji ya manii. Fajaalnahu, tukakiweka kitu hicho fi qararin, katika kituo makinin, madhubuti. Mama mtu huko anahangaika, pengine anapata ajali, anapita kianguka kitoto kiko kwenye kontena yake huko, hataki na habari. Funza natengenezwa huko, zinampitia kiasi cha arobaini tatu siku mia na ishirini, tayari sura sasa ya mwili wa binadamu huko tayari, kuanzia kichwa na kwenye kichwa kuna macho yamekaa pahala pake. Kwenye kichwa hicho kuna pua imekaa pahala pake. Kwenye kichwa hicho kuna mdomo umekaa pahala pake, ndani mna ulimi kwenye kichwa hicho kuna masikio tayari yashawekwa. Alimradi ni katika mambo ya ajabu, na hapa ndipo muujiza wa maneno ya Mwenyezi Mungu yanapothibiti kuwa ni muujiza kweli kutoka kwake yeye, na hapa ndipo pahala wanapoanguka wabatilifu wote wanaobatilisha ukweli wa Nabii Muhammad, hapa ndipo wanapoanguka pahala hapa Kwani hakuna kitabu chochote katika kutubu samawi, vitabu vya mbinguni, ambacho kimekuja na fasaha na falsafa ya kushughulika na mambo ya sayansi ya kumtaja mpaka binadamu namna vile alivyoumbwa ila kwenye Qur'ani pekee ndio unaipata hiyo. Sasa ndipo yanapoanguka wenyewe yale maneno aliyotupiwa Nabii Muhammad, mtunga mashairi, am yakuluna shairun natarabbasu bihi raibal manun au ndo wanasema Muhammad mtunga mashairi tunamngojelea yeye msiba wa mauti umfike atakufilia mbali udhiawishe mtunga mashairi pamoja na uhodari wake wa kuweka sawa vina na beti na nini na nini hawezi kuzungumza kitu kikadumu katika ardhi hii ardhi yenye wasomi wanaotaka kwa pupa kubwa kuibatilisha Qur'ani kwa basima na Mwenyezi Mungu haitawezekana kwa mtunga mashairi kuandika kitu ambacho kikadumu miaka elfu moja leo na mia nne na ishirini tokea mtume kuhajir isiweze kubatilishwa hata aya moja, ila kila wakijaribu watu kuibatilisha inakuja haki kusimama zaidi. wala yatunaka ya bimathalin na wala Muhammad hawatakuletea watu mfano wowote, wakataka kupinga maneno haya, illa jinaka bilhaqi, isipokuwa sisi tutakuletea maneno yaliyokuwa ya, ya haki, wa ahsana tafsira, na tafsiri nzuri zaidi. Itabaki dunia na taaluma yake izidi kusadikisha kilichosemwa na Qur'ani ndio bora zaidi, ndio ukweli wenyewe hata kama wakati wa mwanzo kitaonekana kama kitu hicho hakiwezekani kabisa. Kwa mfano, kwa mfano, mbali ya hapa tunapoishi sasa, ambayo elimu ilichelewa kuyagundua haya ambayo atayazungumza punde hivi doktor dokt mhusika hasa na mambo haya ya mimba atazungumza, atatoa jawabu punde hivi, kutokana na suala aliloulizwa na mufassiri wa Qurani Mustafa Almaraghi.

walipinga hili jambo kwamba Qur'ani hapa Muhammadi hakuweza kabisa kuzungumza anga halijui anga amesukuma maneno ya ovyo na jua halendi bali liko pahala limekaa fixed position inayokwenda ni ardhi tu peke yake as siku zinakwenda siku zinasogea na ilmu inazidi kukua Hatimaye watu wamekuja na vyombo vikali zaidi vya kumurikia anga. Mwenyezi Mungu akaja akawawezesha vile vile kuruka, wakenda juu zaidi mpaka wakakanyaga mwezi. Vile vile katika miaka ya karibuni sana, science imekuja kuprove kwamba kumbe kweli na jua nalo vile vile lina rotate linakwenda, linazunguka

wala takhutuhu biyaminika, na nimekuzuilia hujui kuandika kitu na kilichoandikwa wezi kukisoma, mekufanya hivyo maksudi. Wala takhutuhu biyaminika, na wala ukuyaandika hayo hasi kwa mkono wako. Idhan la iti, kama ingelikuwa pametelezwa kidogo tu na Mwenyezi Mungu kumfanya mtume wake ni msomi, la, mambo yangeharibika lartaba lmubtuluna, wangefanya shaka. Wale wanaobatilisha haki hiyo wangesema ah, lile jitu limebobea, jitu limesomeshwa sana, linajua kila kitu. Hey, na ujinga wake wamemwambia ya kwamba innama yuallimuhu basharun. Ah, anasema nini bwana? pako pahala anakwenda kifundishwa, anakwenda kusikiliza Taurati kule, kuna mtu ambaye ni Mwebrania, anazungumza Kihibru wanasema kwamba Muhammad alikuwa anapenda kupita pale kwa kuwa yeye ni ahli kitabu mwenziwe, kwa hivyo akimsomea mambo ya kale chungu nzima, halafu yeye anakuja akizungumza. Mwenyezi Mungu hoja hii ameijibu, kwa sababu anaweza watu kudhania kwamba Muhammad amekuwa <coughs> katika darasa maalum, kasomeshwa, akafundishwa, akamwambia, akatamka, akata. Mwenyezi Mungu anasema, lisanu ladhi yulhiduna ilaihi ajamiyun

Mna balagha ya kutosha, mna sarfa ya kutosha, mna maani, mna bayani, mna mantiki, mna nahau, mna kila kitu. Na msomaji wa Qurani aliyosoma sana Qurani huwa hapati tabu kufahamu mambo ya fani nyingine katika mambo ya Kiislamu, hapati tabu sana, maana mifano yote anayepata kwenye Qurani, mifano yote iko kwenye aya za Mwenyezi Mungu za Qurani. Humo mna dhamiri zote na vitendo vyote, vimekuja kwenye dhamiri zote, hatopata tabu kwenye qurani humu hoja atulize akili yake, na awe Qur'ani imemjaa kifuani, akikitaka kitu hapati tabu kukifikiria, iwe kinakuja pale pale, hatopata tabu katika somo lolote lili la Kiislamu, lakini min ghairi ya Qur'ani, tabu inakuwa mzigo mkubwa. Fahamu kitu aya hizi, enyi ndugu Waislamu, ni pahala hapa, kwa hakika pa kuonyesha muujiza wa maneno haya muujiza ambao kazi yake elimu kuthibitisha lilosemwa na mtu ambaye hakusoma hajui kuandika, kilichoandikwa hawezi kukisoma, ndiye ambaye kinywani mwake ametamkwa maneno haya. Hii yote ni shuhuda ya kutosha kwamba Muhammadi alikuwa kweli ni mnyumba Mwenyezi Mungu na Qurani ni Kalamullahi Alqadim, ni maneno ya Mwenyezi Mungu ya tangu na tangu. Kwa hivyo